Miaka mingi iliyopita mhandisi kijana alivumbua kamera ya kwanza ya kidijitali duniani. Alikuwa na uhakika sana kuhusu uwezo wake wa ajabu kiasi kwamba alikutana na wasimamizi wake mahali alipokuwa akifanya kazi. Bahati yake, alikuwa akifanya kazi katika kampuni maarufu ya kamera inayoitwa Kodak, lakini walikataa wazo lake. Walipuuza fursa ya kuendeleza na kuuza uvumbuzi wake mpya. Leo hii ulimwengu wa kidijitali ndio umekuwa kiwango cha kawaida. Hatimaye Kodak ilifilisika baada ya sekta ya kamera kubadilika ghafla, karibu usiku mmoja. Walipoteza fursa kubwa. Unajua, ni jambo moja kukataa fursa nzuri na kupoteza pesa nyingi, lakini ni jambo tofauti kabisa kukataa fursa nzuri na kupoteza uzima wa milele. Hivyo ndivyo tunavyoona kikitokea hapa katika Injili ya Luka, wakati umati wa watu walipokuwa wakimsikiliza Yesu akihubiri. Luka saa 11 na madakika 29 inasema wakati umati wa watu ulipokuwa ukiongezeka, alianza kusema, kizazi hiki ni kizazi kiovu. Hiyo sasa ni utangulizi wa mahubiri uliokaje, nini? Nyote ni kundi la wenye dhambi, ndicho Yesu anachosema. Sasa hebu nikwambie, Yesu hana haja tena na na kupendwa na umma. Yeye hagombei nafasi yoyote ya uongozi. Anatoa onyo la milele na ni onyo hasa kwa Wayahudi wasikose kumtambua Masiha wao, wasikose fursa kubwa kuliko zote watakazowahi kupewa. Sasa hiyo fursa tena ni ya kuwekeza maisha yao katika ufalme wake, kumtumaini kwa ajili ya wokovu na kumkiri kama Bwana wao. Lakini watu wanataka ishara nyingine tena. Unajua, wangependa e, eh, unajua, fataki zaidi. Wangependa onyesho lingine la miujiza, na Yesu wakati huu anakataa. Badala yake anawaambia hapa, hakuna ishara itakayotolewa isipokuwa ishara ya Yona. Anasema hapa katika mstari wa 30, kama vile Yona alivyokuwa ishara kwa watu wa Ninawi, ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa kwa kizazi hiki. Aa, unakumbuka jinsi watu wakatili na wapagani wa Ninawi walivyotubu baada ya Yona kufikisha onyo kutoka kwa Mungu. Lakini Yesu anasema hapa kwa hakika kwa wasikilizaji wake wa Yahudi kwamba wao hawapokei ujumbe wa Mungu kupitia kwake kama walivyofanya wale wa Ninawi. Wao ni wagumu wa mioyo kuliko watu wa Ninawi kwa sababu walikataa kutubu kwa mahubiri yake, mtu aliyemkuu zaidi kuliko Yona. Yaani Bwana Yesu mwenyewe. Sikiliza anachosema hapa katika mstari wa thelathini na mbili. Wanaume wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na kizazi hiki na watakihukumu kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona, na tazama hapa, yupo aliye mkuu kuliko Yona. Sasa hiki si kitu ambacho umati huu mkubwa wa watu walitarajia kusikia. Ea, kwa kweli Yesu anasema kwamba watu wa zamani wa Ninawi wanaingia katika ufalme, lakini taifa hili la Kiyahudi lenye wasi halitaingia na-na na hilo lazima liwe la kukasirisha kusikia. Na hebu ni kuambie Bwana bado hajamaliza mahubiri yake. Sio tu kwamba anasema yeye ni nabii mkuu kuliko Yona, bali sasa anaongeza hapa kwamba yeye ni mfalme mwenye hekima zaidi kuliko Sulemani. Mstari wa thelathini na moja unasema, malkia wa kusini atainuka wakati wa hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki na kuwalani, kwa maana yeye alikuja kutoka miisho ya dunia kusikia hekima ya Sulemani, na tazama, hapa kuna kitu kikuu kuliko Sulemani. Yesu anawarudisha wasikilizaji wake kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza ambacho kinaelezea ziara ya Malkia wa Sheba kwa Solemani huko Yerusalemu. Katika Wafalme wa Kwanza kumi, na hekima ya Solemani ilijibu maswali yake ya ndani kabisa. Ufalme wake wa utukufu uliojaa dhahabu, alisema ulimwacha bila maneno. Wataalamu wa Biblia wamejiuliza kama alikiri imani kwa Mungu wa Solemani na Mungu wa Israeli. Sasa kulingana na kile Yesu anachosema hapa kweli alifanya hivyo. Atakuwa miongoni mwa wale watakaohukumu ulimwengu usioamini siku moja. Na hakuna haja ya kushangaa kabisa. Kwa kweli aliamini. Hivyo Yesu anasema kwa hakika kwamba malkia huyu na watu wa Ninawi waliona fursa ya kipekee maishani na hawakuikosa, Waliitumia na sasa watasimama kama mashahidi kwenye hukumu ya mwisho dhidi ya Wayahudi wanaomkataa Yesu Kristo. Na ngoja ni kuambie, ujumbe kwa wasioamini wa leo ni huu: vivyo hivyo huhitaji ishara, uhitaji muujiza ili kuamini. Unao, e eh, neno la Mungu unao, neno lake kwako. Usikatae fursa kubwa zaidi utakayopata maishani ni nini? Fursa ya kuwa mfuasi wa Mungu wa kweli aliye hai. Sasa ujumbe kwa waumini pia ni wazi kabisa. Uhitaji muujiza wala ishara pia, unao neno la Mungu. Basi na tutii kile tulichojifunza. Hebu tumfuate leo, hebu tumwamini, siyo leo tu, bali hata kwa kesho. Sasa Bwana anatupa changamoto ya kutenda kulingana na kile tunachojua kuwa ni kweli, anapozungumza hapa katika mstari 33: hakuna mtu anayewasha taa na kuiweka kwenye pishi au chini ya kikapu, bali huiweka juu ya kinara, ili wale wanaoingia waone mwanga. Yesu anasema hapa, nuru yangu ambayo ni kweli yangu iko wazi, sifiti chochote. Hivyo acheni kuzunguka gizani, fuata nuru. Bwana anatoa mfano unaohusiana na huu hapa katika mstari wa 34, jicho lako ni taa ya mwili wako. Jicho lako likiwa zima, mwili wako wote umejaa mwanga, lakini likiwa bovu au ovu, mwili wako umejaa giza. Kwa maneno mengine, kila unapopokea nuru ya yale Yesu anayohubiri, inawasha taa kwa namna fulani ya ukweli ndani yako, inakupa mwanga wa kutembea kwako inakupa ukweli unaokusaidia kufanya maamuzi, inaongoza mtindo wako wa maisha. Hata hivyo, ukikataa nuru ya neno la Mungu, basi mwili wako yaani mtindo wako wa maisha utaendelea kwenye giza, giza la mkanganyiko na upotovu wa maadili, tabia na mahusiano. Unaona, unapokataa nuru unajihukumu mwenyewe kutangatanga gizani. Sasa kwa hilo Yesu anatoa onyo zito sana hapa kwenye mstari wa na tano: kwa hiyo jihadharini, isiwe nuru iliyo ndani yako ni giza. Sasa Yesu hasemi hapa kwamba kila mtu ana aina fulani ya nuru ndani yake. Hapana, nuru anayozumbumzia Yesu mwangaza kweli wa kiroho unaingia ndani yetu kutoka nje yetu, inatoka kwa Mungu na kwa Mungu peke yake. Tazama, Yesu anawaonya wasikilizaji wake katika mstari huu wasikatae nuru ambayo tayari wameiona, nuru ambayo tayari wamesikia kutoka kwa Yesu. Anawaambia wasikilizaji wake msigeuke mbali na nuru mlioiona, na pamoja na hilo anatoa ahadi hii nzuri kwenye mstari wa thelathini na sita, basi ikiwa mwili wako wote umejaa nuru bila sehemu yoyote kuwa na giza, utakuwa mwangaza mtupu kama vile taa inavyokuangazia kwa miale yake. Kwa maneno mengine, unapopokea na kuamini ukweli wa neno lake, unapomruhusu ukweli wake kuingia ndani ya nafsi yako na kukaa katika maisha yako, unapofanya hivyo, utang'aa nje. Kwa namna fulani, itatoa mwanga. Hiyo inamaanisha nini? itatoa hekima. Maisha yako yataonyesha ukweli kwa wale waliokuzunguka ambao bado wako gizani. Na hii ndiyo changamoto kwa njia kwa muumini kupokea mwanga na kisha kuishi kwa mwanga huo, au kama mtume Petro alivyosema vizuri sana, tunapaswa kutangaza sifa zake yeye aliyetuita kutoka gizani kuingia katika mwanga wake wa ajabu, 1 Petro 2 9. Kwa hiyo popote Mungu atakapokuweka, iwe ofisini, kwenye kazi, darasani, uko kwenye chumba chenye giza, uko mahali penye giza, washa tu mwanga, mwanga wa ukweli wa Mungu, na utangazie dunia yako jinsi alivyo wa ajabu. Unajua, nilienda kwa daktari wa macho siku chache zilizopita, na nikaketi kwenye kiti halafu akashusha kile kifaa mbele yangu, ambapo nilitakiwa kutazama kupitia lenzi mbalimbali, na akaniuliza, sawa, ipi inaonekana vizuri zaidi, hii au ile? na ningesema huyo, na yeye angesema sasa, ipi inaonekana wazi zaidi, unajua hii au ile? Na ningesema huyu. Na baada ya mara tatu au nne, kitu fulani kilinijia akilini na nikajiondoa kidogo, na nikamwambia daktari, nadhani tayari unajua ipi ni bora kwangu, sivyo? Alitabasamu tu na kusema naam, ndiyo ninafanya Unajua, hata sisi kama waumini bado tunakumbana na matatizo ya kuona masuala ya mtazamo. Bado tunahitaji uwazi na uelewa wa kila siku, na na hebu ni kuambie Bwana tayari anajua njia tunayopaswa kuchukua. Yeye tayari anajua njia sahihi, ndiyo maana ametupatia neno lake kama taa ya miguu yetu na mwanga wa njia yetu tunapaswa kuomba kila siku kitu kama hiki bwana eh, nitahitaji mwanga wako leo ili kubadilisha maisha yangu kufafanua mtazamo wangu ku eh, kuangazia njia yangu kurekebisha mtazamo wangu uliopotoshwa bwana nipe furaha ya kukuruhusu uangaze ndani yangu na kisha kupitia mimi kama mwanga kwa dunia yenye giza inayonizunguka kwa utukufu wako na sifa zako amina